Karibu tena kwenye chaneli yako pendwa. Kama wewe ni mtazamaji wa urembo, mitindo na maisha ya watu mbalimbali mbali duniani, basi video hii ni maalum kwa ajili yako. Leo tutaangalia nchi kumi duniani zinazojulikana kuwa na wanaume wenye mvuto wa kipekee, sura nzuri, mitindo ya kuvutia na haiba ya kuvunja mbavu. Kumbuka, uzuri ni swala la mtazamo. Lakini vigezo tulivyovitumia ni pamoja na mwonekano wa asili, namna ya kujihudumia, mitindo na mavazi, ushawishi wa kwenye mitandao ya kijamii, na hata nafasi katika ulimwengu wa mitindo, yaani fashion na modeling. Bila kupoteza muda, hebu tuanze na nafasi ya kumi. Nchi inayoshika nafasi ya kumi ni nchi ya India. Wanaume wa India hujulikana kwa macho makubwa yenye mvuto, ngozi ya kahawia inayong'aa na nywele nene. Mitindo yao ya kisasa imevutia mipaka ya Bollywood hadi kimataifa. Nchi inayoshika nafasi ya tisa ni nchi ya Ufilipino. Wanaume wa Ufilipino wana mchanganyiko wa sura ya kisasa na kizungu kitu kinachowapa uzuri wa kipekee, wengi pia ni wacheshi na wanahaiba ya Kiafrika. Nchi inayoshika nafasi ya nane ni nchi ya Brazili. Brazili na kwa umaarufu wa kimchezo na dancing. Wanaume wa Brazili wanajulikana kwa miili yao iliyochongwa na ngozi ya dhahabu na tabasamu linalovutia. Nchi inayoshika nafasi ya saba ni nchi ya Ethiopia. Ethiopia inazidi kuvutia kimataifa kutokana na wanaume wenye macho makubwa, sura za kipekee za Kiafrika na tabasamu lenye mvuto wa asili. Nchi inayoshika nafasi ya sita ni nchi ya Korea Kusini. K-pop imeongeza mvuto wa wanaume wa Korea Kusini, ngozi nyororo, mitindo ya nywele ya kisasa na mwonekano wa bebifesi huwavutia watu wengi duniani. Nchi inayoshika nafasi ya tano ni nchi ya Ufaransa. Ufaransa si tu nchi ya mapenzi, bali ni wanaume wenye haiba, mavazi ya kuvutia na ule Frenchman unaowata alama kwa yoyote anayekutana nao. Nchi inayoshika nafasi ya nne ni nchi ya Colombia. Wanaume wa Colombia wanachanganya rangi za macho za kipekee, ucheshi na umbo la kimchezo. Ni mchanganyiko wa ratini charismas na sura nzuri. Nchi inayoshika nafasi ya tatu ni nchi ya Jamaika. Ngozi nyeusi inaong'aa, miili iliyojengwa vyema na, ili na haiba ya kijasiri. Wanaume wa Jamaika wana mvuto ambao huwezi kuupuuza. Nchi inayoshika nafasi ya pili ni nchi ya Italia. Wanaume wa Italia hujitunza na mavazi kwa usahihi na sura zao zinazoendana na historia ya kisanaa ya nchi yao. Na sasa nafasi ya kwanza inaenda kwa Sweden. Wanaume wa Sweden wanajulikana kwa urefu wao nywele zao za rangi za blonde na macho ya bluu na haiba ya utulivu lakini yenye mvuto wa hali ya juu. Wengi wao pia wanaishi maisha yenye afya na wanajua kuvaa kisasa bila kupitiliza, na hiyo ni orodha yetu ya leo. Je, unakubaliana na listi hii au kuna nchi nyingine unadhani tulipaswa kuiweka? Acha maoni yako hapo chini. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama umependa video hii, usisahau kulike, kushare na kusubscribe, kwa habari nyingine kali kama hizi. Asante kwa kutazama, mpaka wakati mwingine. Kumbuka uzuri wa nje huanza kujitunza kutoka ndani.